Kwa sababu ya kusudi ulilobeba, kuna aina ya watu unapaswa kuachana na, si kwa sababu unawachukia watu. Hapana, ni kwa sababu ya kusudi ulilolibeba, na aina ya kusudi ulilonalo haliwahitaji watu wa aina hiyo. Hata kama utajiona, ama itafika mahali utabaki peke yako kwenye hiyo safari ya hilo kusudi, isikusumbue, usiogope, songa mbele na Bwana. Kusudi ni baina yako na Mungu kwa wakati huo. Simama imara, kusudi la Bwana litimizwe na wewe. Kusudi ni baina yako na Mungu. Mungu anakuhitaji wewe utimize kusudi la Bwana. Unaweza usieleweke ama kuonekana umechanganyikiwa, isikusumbue. Haijaanza kwako. Hata wakati wa Nuhu akijenga safina alionekana amechanganyikiwa, ijapokuwa mpango wa Mungu ilikuwa ni kila atakayekubali kuingia ndani ya safina ndiye atakaa salama. Ni kama hivi leo mlango wa rehema, mlango wa wokovu Wazi. Na watendaji shambani mwa Bwana ni wachache. Sauti inaita tubuni, mrejee kwa Bwana, ukaiache njia yako mbaya na kumrejea Mungu wa rehema, naye atakusomehe na kukuosha kabisa, wala hata ikumbuka dhambi yako. Kama ilivyo mbali magharibi na mashariki ndivyo alivyoiweka dhambi yako na wala hata ikumbuka tena. Wewe mwenye kusudi la kuonya, onya. Wewe mwenye kusudi la kukaripia, karipia. la kukemea, kemea. la kuhubiri ya kwamba Yesu anakuja, Yesu yuko njiani, Yesu yuko malangoni. Simama katika kusudi la Bwana, waambie watu habari za Yesu, waambie ya kwamba Yesu yu karibu kurudi, na atakayevumilia hata siku ya mwisho ndiye atakayeokoka. Acha wakuone wanavyokuona, isikusumbue. Acha wakuone, kuone umepitwa na wakati ama huna kazi ya kufanya ama umepoteza muda, lakini simama kwenye lile kusudi ambalo Bwana amekuitia na amekuweka kwa wakati huo. Simama kwenye mpango wa Mungu ili kulitimiliza lile kusudi la Bwana ulilobeba ndani yako. Usitake wakati mwingine wala kufanana, usitake wakati mwingine hata kushauriwa, kaa kwenye kusudi. Usitake kufanana, kwa sababu hatujaumbwa kufanana. Kila mtu amebeba cha kwake, kila mtu amekuja kwa ajili ya kusudi. Hakuna mtupu, hakuna aliyekuja bila kusudi. Kila mtu ana kusudi na huko hapo kwa ajili ya kusudi, umeletwa kwa ajili ya wengi. Na tumetofautishwa na Mungu na kila kusudi pia limetofautishwa na Mungu. Simama katika zamu ya kusudi lako sawasawa, sawa. Ufanye yale ya makusudi ya Mungu. Ikiwa umeambiwa tengeneza safina, tengeneza safina, na Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Amen.